Kaunti nambari sita ambapo katibu katika wizara ya leba Shadrack Mwadime ameongoza shughuli ya kuhamasisha vijana kuhusu mpango wa Nyota ambao vijana watapata nafasi ya kujiendeleza kibiashara kutokana na fedha watakazopata kutoka kwa serikali. Akiongea mjini Voi, Mwadime anasema mpango huo ni mzuri kwa vijana Mbako walimaliza kidato cha nne na wanaoishi na ulemavu katika kaunti hiyo ya Taita Taveta. Vijana elfu moja watanufaika na mpango huo.

Kile ambacho tumelenga ni kwamba tutawashika mkono tuweze kutembea nao, sio tu kumpatia kijana pesa na kumwacha namna hiyo, lakini kumshika mkono ili tuhakikishe kwamba biashara yake imeanza vyema, imeendelea vyema, imekuwa, ameweza kuandika hata ndugu zake wale wa kike, wa kiume ambao pengine ako katika familia yake. Mambo haya tunayoyafanya ni kuhakikisha kwamba uchumi wetu umeweza kupanuka, uchumi wa Taita Taveta ambao iko na rasilimali mingi. Kuna wengine watakuwa ni tour guides hapa Savo East na Savo West, kuna wengine ambao watakuwa na chimba madini ambao tuko nao Tuleke county.